Katika bahari ya Karibiani familia moja yenye furaha iko likizoni wakifurahia muda wao pamoja ndani ya yacht. Mama Julia anaruka ndani ya maji ili kuogelea, na anapojaribu kupumzika, anahisi kitu cha ajabu. Hata hivyo, haoni chochote kinachomzunguka, hivyo anajilamu kuwa ni mawazo yake tu. Sekunde chache baadaye, hisia ile ya ajabu inarudi tena. Bado haoni chochote, lakini hali hiyo inamfanya anze kuwa na wasiwasi, hivyo anaamua kuogelea kurudi kwenye yacht. Kitu kinaanza kumvuta mguuni, naye anaanza kupiga kelele kwa hofu, akiomba msaada. Binti yake Kasi hawezi kumsikia kwa sababu amevaa headphones <coughs> Tom na mtoto wao Ben wakiwa bize wakivua samaki. Julia anaendelea kupambana ili asizame, na kupiga kelele kunazidi kuwa kugumu kwa sababu maji yanaingia ya mdomoni mwake. Muda mfupi baadaye, Tom anatambua kuwa hajamuona Julia kwa muda, hivyo anaanza kuitafuta yacht zima, hadi hatimaye anamuona mke wake akiwa hatarini. Baada ya kuwachukua watoto, Tom anaendesha yacht karibu zaidi na Julia, kisha anaruka majini, anampikia haraka mke wake, anamkumbatia ili kumshikilia juu ya maji, kisha anaogelea naye kurudi kwenye yacht na watoto wanawasaidia kupanda ndani. Familia inamfariji Julia ambaye hajui kilichotokea na analaumu mkondo wa maji. Usiku huo, familia inasherehekea siku ya kuzaliwa ya Ben kwa zawadi na keki. Kasi anapigiwa simu na mpenzi wake, hivyo anatoka nje akiwa na laptop ili kuzungumza kwa faragha. Anamwonyesha kuwa mawingu makubwa yenye ya radi yamejitokeza juu ya jiji kabla video call haijakatika na kuganda. Kasi anakimbia kurudi kwa familia yake kuwaeleza kilichotokea, lakini Tom analaumu kuwa wako mbali sana na nchi kavu kupata mtandao mzuri. Wakati huo huo, wanasikia kelele na kutoka nje kugundua kundi la nyangumi likipita. Tom anaeleza kuwa nyangumi hufuata uga wa sumaku wa dunia lakini dhoruba zinaposababisha mabadiliko, nyangumi huchanganyikiwa na kufuata dhoruba kuelekea pwani. Gafla yacht na tikisika, jambo linalomfanya Tom kuwa na wasiwasi kwa kuna kitu kimeharibu yacht, hivyo anaamua kuzama kuzama ili kukagua. Baada ya sekunde chache za kutafuta, Tom anarejea juu ya maji akiwa na jeraha begani. Julia anamshona jeraha hilo huku Tom akieleza kuwa alihisi kitu nyuma yake na alipogeuka alikatwa na propeller kitu chochote kilichokuwa kinaogelea karibu naye kilikuwa kikubwa sana, lakini hakuweza kukiona. Alichoweza kuona ni uharibifu mkubwa kwenye yacht, hivyo wanahitaji kuondoka. Familia inatoka nje, lakini kwa mshangao mkubwa wanagundua kuwa bahari zote duniani zimepotea na sasa yacht imekwama juu ya ardhi. Wakilitazama jangwa kwa mshangao, familia inajaribu kufikiria cha kufanya. Kasi anatafuta mtandao, lakini hapati chochote, huku Ben akicheza na kaa wawili waliokufa. Omana kagua dira na kugundua kuwa ncha za sumaku zimebadilishwa. Mara ya mwisho jambo hili